Governor kwa sababu anafanya kazi vijana, na, na vijana, vijana kama sisi, watu ambao wazazi wao wana chochote, Natembea napea kandarasi hizi ndogo ndogo: kandarasi ya elfu mia mbili kandarasi ya milioni moja, kandarasi ya elfu mia tano kandarasi ya elfu mia nne Natembeya anapea vijana kule. So we, wengine ambao wamekwamia kandarasi, mtu anakudanganya na affordable housing yeye, eh, anapewa wabunge wenzake, anapewa viongozi ambao ni bwenyenye. Natembeya kipea maskini ya ya Trans Nzoia. Natembeya mbaya, lazima watu wa Trans Nzoia watoke umaskini chini ya Mheshimiwa Gavana George Natembeya, na hapo ndio tuko na tubai atubanduki na hii natoa uoni kwa Senator Cherargei. Ndugu yangu fanya lolote unafanya lakini ukijaribu kuonga MCA moja kuleta muswada ya Queen Pitch Natembeya, mimi kama mjukuu wa bunduki nitahusika na kuchoma boma la huyu mtu mutu. Hatutaki kupusi, hatutaki kupusi, hatutaki kupusi, hatutaki kupusi, hatutaki kupusi, ndugu zangu, hatutaki kupusi. Hii ndio mmeumbusha Kenya. Sirikali ya Katusi haiwezi enda vizuri. Serikali ya ugatuzi haiwezi enda vizuri kwa sababu gani? Kuna watu wanataka kugandamiza wananchi wa mkoa maskini. Kuna watu wamekata mlani, tabia zao ni kukua wa kufanya wakenya wakue kikaragosi. Tabia zao ni kufanya wakenya wakue watumwa. My friend, mimi kama mjukuu kijana Uhuru Kenyatta, kijana wa ground ya Mheshimiwa George Natembea, hatutaruhusu tena maskini hapa Kenya. Lazima tufuate watu kama sampuli anatembea, sampuli kama Uhuru Kenyatta. Ndio, Uhuru Kenyatta, kuna vijana walikuwa nashikwa shikwa kiobela bela.